jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kutokea kwa mauaji ya Mariamu Paye Lubunda, mtoto mwenye umri wa miaka miwili na miezi tisa ambaye ni mkazi wa mtaa wa Zanzibar, manispaa ya Musoma mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mara usiku wa Novemba 24 mwaka 2025 imeeleza kuwa tukio hilo limetokea Novemba 22 majira ya saa kumi jioni katika mtaa wa Zanzibar, kata ya Makoko, halmashauri ya Manispaa ya Musoma. Mtoto Mariam Lubunda aliyekuwa akiishi na wazazi wake mtaa wa Zanzibar aliuawa kwa kutumbukizwa ndani ya shimo la maji taka lililopo jirani na mtu aliyetambulika William Kanegea, mjita mkulima na mkazi wa mtaa wa Buhare, taarifa hiyo imedokeza. Imeelezwa kuwa William Kanegea anadaiwa kuwa na changamoto ya afya ya akili, alimchukua mtoto Mariam baada ya kumkuta nyumbani akiwa peke yake nyumbani kwao, na kisha akafunua mfuniko wa shimo la maji taka na kumtumbukiza mtoto huyo akiwa hai na kupelekea kifo chake. Mtuhumiwa baada ya kutekeleza tukio hilo, alikimbilia kusikojulikana, lakini alifuatiliwa na wananchi wema na kufanikiwa kumkamata na kujichukulia sheria mkononi kwa kumshambulia mtumiwa kwa kumpiga sehemu mbalimbali mbali za mwili wake na kumjeruhi. Taarifa ya polisi imeongeza jeshi la polisi ndilifika eneo hilo na kumkuta mtumiwa akiwa na hali mbaya, kisha kumchukua na kumpeleka hospitali ya manispaa ya Musoma, na alifariki dunia wakati akipatiwa matibabu. Baada ya kufanyia uchunguzi, mili ya marehemu ilikabidhiwa kwa ndugu ili kuendelea na taratibu za mazishi. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mara limetoa wito kwa wananchi kuwa makini na watoto wao pindi wanapokuwa katika michezo na kutojichukulia sheria mkononi wanapomkamata mhalifu, bali wanapaswa kutoa taarifa kwa vyombo husika ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yao.